Wiki hii ya huduma kwa wateja sisi kama Silent Ocean tumeipokea kwa namna ya kipekee, tumeipokea like a bang, kwa maana ya kwamba tuli tumeweza kuwarudishia wateja wale ambao wamekuwa wakifanya biashara na, na sisi kwa muda mrefu na ambao wameonyesha consistency kubwa, tumeweza kuwarudishia na sisi chochote kitu kutoka kwetu. Tumepeleka maguta takriban matano na kuna hii wiki inavyokaribia kuisha tuna expect tena kumalizia gutta zingine tatu kwa ajili ya wateja wengine. Tuna kushukuru sana uh, kwa niaba ya kampuni ya Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo tuko hapa leo kuja kukabidhi zawadi yetu ya gutta, lakini hii ni kurudisha tu shukrani kwa wateja wetu. Tuna wateja wengi sana lakini, we ni kati ya mteja wetu mmoja wa thamani, ili neno tuwawahi Nyinyi mlisha tuwai kwa kazi mnayofanya, kampuni ya Silent Ocean tangu tumeanza na nyinyi, hatujawahi kujuta. Sisi kama Silent Ocean tunakuthamini sana wewe kama mteja, na ndio maana tunapoendelea na hii kampeni yetu tuwai, tunazidi kuwakumbusha wafanyabiashara wengine wa sisi. Kwetu ni fahari kuona ukiwa nakuwa kila siku.